Napenda kutoa taarifa ya tukio moja la mauaji lilotokea wilaya ya Tunduru kama ifuatavyo. Mnamo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano majira ya sa saa saba usiku huko kitongoji cha Likologo kijiji cha Wenje kata ya na Nalasi Magharibi wilaya ya Tunduru wananchi watano waliuawa wananchi hao ni Mfaume Mashaka Ali, miaka sitini na nane; Imani Saidi Abdu, miaka hamsini; Abdalla Ali Biashara, miaka thelathini na saba; Mipango Mihoroa Mwituta, miaka hamsini na nne; na Hamis Huseini Shaibu, miaka kumi na tatu. Walikutwa wameuawa katika maeneo tofauti tofauti kwa kukatwa na kuchomwa na vitu vyenye ncha kali sehemu mbalimbali za za mwili. Baada ya taarifa ya tukio hilo kuripotiwa, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, jeshi la polisi lilianza upelelezi na msako mkali wa kuwasaka na kuwabaini wale wote ambao wamehusika na tukio hilo ambapo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini na tano tulifanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa kumi na tano ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiupelelezi. Pia tumefanikiwa kukamata vifurushi vya nyama vitano, nyama ya ng'ombe na mkuki na mikuki inayosadikiwa kutumika kwenye tukio hilo. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba tarehe thelathini mwezi wa tisa ishirini ishirini na tano majira saa kumi na moja jioni, mwananchi mmoja aitwaye Hassan Mponda Moshi, mkazi wa kijiji cha Nakapunda, akiwa shambani kwake alishambuliwa na mfugaji ambaye jina lake halijafahamika. Kufuatia tukio hilo ndipo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini na tano, majira saa saba na nusu usiku wananchi wa kijiji cha Mkapunda na Wenje wapatao mia moja waliwafuata wafugaji kwenye makazi yao huko kitongoji cha Likorogo kijiji cha Wenje ambapo waliwakuta wafugaji lakini wafugaji hao baada ya kuona idadi kubwa ya hawa uh, wananchi walikimbia na kuacha mifugo yao, ndipo wananchi hao walifungulia ng'ombe katika zizi na kuanza kuzikatakata na baadaye walichuna uh, ng'ombe hao na kuchukua nyama na kuanza kurudi kijijini. Wakati wananchi hao wakiwa wanarudi nyumbani na mizigo ya nyama, ghafla walijikuta wakiwa wamezingirwa na wafugaji kisha kuanza kushambuliwa kwa mikuki na panga na kupelekea vifo vya watu watano na kusababisha majeruhi watatu ambao ni Jana Said Athmani miaka arobaini na sita, Alifa Salum Mbahu miaka arobaini na tisa, Mahala Rajabu Mahala miaka hamsini na sita. Majeruhi wamelazwa katika hospitali ya Misheni Mbesa wakiendelea na matibabu na, mili ya marehemu, na ile mili ya marehemu ifanyiwe uchunguzi na kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Tunaendelea na operesheni kali katika wilaya ya Tunduru na upelelezi wa tukio hilo na mengine yote yatakayotokea kwa kipindi hiki chote hili tukio limetokea, na tunaendelea kuwasaka wale wote ambao wamehusika na tukio hilo na watumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Natoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma na hususani wananchi wa wilaya ya Tunduru, wacha mara moja tabia na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi.